Ni kweli ulianza 2022 kwa mwaka wa fedha 2022 2023, kwao mapato ya ndani huwa tunachangia kulingana na jinsi tunavyokuwa tunakusanya. Kwa hiyo kuna kipindi hela kidogo ilisuasua, lakini baadaye kwa mara ya mwisho tumeleta milioni 150, ambapo mpaka sasa fedha iliyotumika katika milioni 350 imetumika milioni 207, na maana kwenye akaunti ya kituo hiki bado kuna fedha lakini pia halmashauri inadaiwa milioni 30 ambayo tunaimalizia ndani ya mwaka huu wa fedha. Mapato ya wilaya za zamani tunajua mapato yanayopatikana na kutumika. Ni kweli Mheshimiwa ndiyo Wababa, ndiyo kuna majengo mawili hapa kwenye huu mradi, kuna hii wodi la wazazi pamoja na wasiwazi, ndiyo. Lakini tukiri kwamba kulingana na kuwa na miradi mingi kidogo, kulikuwa na ucheleweshaji wa kuleta fedha, lakini baadaye fedha zikawa zimeshaletwa na tunafanya nini juhudi kubwa kuhakikisha kwamba ndani ya mwaka huu wa fedha ni kufikia mwezi wa sita mradi ulikuwa umeshakamilika kwa sababu ndio pale Mbagara pale zake tunajenga hospitali za kubwa ya ghorofa saba, ndio ukiona inakwenda mbio kuliko ile eneo dogo. Yani hoja yetu kubwa hapa, kila tunapopita, tunasema Daktari Mama Samia Suluhu Hassan mstaitimea umetaka kusema anatoa hela nyingi lakini usimamizi bado hauko sawa. Maeneo mengi unapita, usimamizi bado hauko sawa. Hela zinatolewa nyingi, lakini kazi hazishi kwa wakati. Mnafika mahala hela zipo, mkandarasi hajalipwa, kazi zinachelewa. Sasa hii mtatupunguzia kura, sema kweli. Na tumekuwa pole sana, mimi mpaka watu wanauliza, mbona uvukwa mbunge ulikuwa mkali, siku hizi umekuwa mpole? nasema nazeeka. Sasa ukifanya ukali na vijana wa sasa, na ukali lakini, tuna mea tuna naibu mea, ndo wasimamizi wetu. Sasa tukubaliane lini turudi hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa niaba ya serikali ngazi ya wilaya, kwanza nikiri kama ulivyosema, bado ujenzi haujakamilika. Lengo la serikali kila mara ni kwamba sio kutenga fedha ni kutoa huduma. Kutenga fedha peke yake kujenga majengo kama huduma haipatikani, inakuwa hatujatimiza malengo ya Dkt Samia Suluhu Hassan. Tumelipokea kama serikali, mradi huu umechelewa. Nitamwacha injinia hapa, atakapomaliza. Fundi mkuu yuko wapi? Fundi njo huyu, ndio fundi mkuu ambaye tumempa mradi hapa, na taarifa nilizonazo alikuwa anasuasua. Sa mimi kwa sababu chama kimeshanielekeza hapa leo kabla ya saa moja usiku anapaswa aniletee mpango kazi kwa namna gani jengo hili litamalizika ndani ya muda tulioupanga. Kazi hapa itafanyika asubuhi, mchana na usiku. Kama ni mafundi, ataongoza; kama ni vifaa, vitapatikana. Na mkurugenzi hapa amenihakikishia kwamba milioni thelathini ambayo imesalia itakuja hapa kwa wakati, hakutakuwa na tatizo la fedha, ili mradi mradi huu kama tulivyosema kabla, hata tarehe moja mwezi wa sita, mheshimiwa mwenyekiti, mradi huu utakamilika. Na mimi binafsi ni kuahidi nitakuja hapa hata kama ni saa tano usiku nitafika, nikute mafundi wanafanya kazi. Fundi, nadhani tumekubaliana hapa, kuna umeme, mafundi wapo, vifaa vipo. Mwenyekiti, tumepokea maelekezo ya chama, tutasimamia mradi huu ukamilike kwa wakati. Nikushukuru sana Mkaliai na sisi chama, kwa niaba ya chama, mimi na wenzangu wajumbe wa kamati ya siasa wa mkoa wa wilaya wa kata hii, tarehe tarehe moja mradi unakabidhiwa eh? Sisi tarehe mbili tutakuja hapa, tutakuja wenyewe bila kuarifu. Asante sana.